na Dkt. Mwinyi Zanzibar. Lakini Chadema kujengua e, uchaguzi 2025. Chadema kujengua na uchaguzi 2025, lakini ni kizungumkuti e, wanasheria wanasiasa na wadau waibuka na mitazamo tofauti. Kigogo wa Kafu akumoshia magumu waliopitia walipogomea uchaguzi wa Zanzibar, lakini hicho sisitiza hawatarudi nyuma kusimamia uamuzi wa vikao na vikao halali lakini vifo eh, vya mkurugenzi na dereva Tanesco vilivyoacha simanzi, mtego mwingine wa bunge wa CCM. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini eh, mkakati mpya CCM, kuwabana watu wa rushwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye nina habari kubwa inayosema Rais Samia na Tulia eh, wang'ara kwenye tuzo za wanawake mashuhuri barani Afrika. Lakini babu adaiwa kuua mjukuu wake kisa binti yake kuzaa na baba mdogo eh, babu adaiwa kuua mjukuu wake kisa binti yake kuzaa na baba mdogo. Lakini malesela aibuka na hoja vuguvugu na loan reform no election. Lakini chadema kujitoa wadau washtuka hiyo ni habari kwenye ni gazeti la Nipashe. Lakini yatangaza kiama makada wanaochafua hali ya hewa na TLS Bawacha wataka Tundulisu aachiwe. TLS na Bawacha wataka Tundulisu aachiwe, lakini pigo Tanesco, baiskeli chanzo kifo cha mkurugenzi na dereva wake. hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele, na tukichana gazeti la Nipashe tuangazie gazeti lako la Uhuru lenye habari kubwa inayosema itifaki haki ya watu wenye ulemavu kupelekwa bungeni, lakini Dr. Mpango agusia wosia wa Nyerere. Dr. Mpango wa gusia wosia wa Nyerere na CCM Zanzibar kuwabana watu wa rushwa katika uchaguzi wa ndani, lakini wadau wa sifu haki utawala bora ineki simanzi. Rais Samia amlilia bosi Tanesco iyu kutoa bilioni 580 kugharamia mradi yone ambadi, inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye kurasa za mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Uhuru tuangazie eh, kwenye gazeti lako la Pambazuko lenye linaandika lisu kwa rumande uchaguzi mkuu, lakini wasira akili system kuna rushwa, lakini ukaidi Chadema kunufaisha vyama mbunge, wafungwa wajawazito watengwe. Ilo ni gazeti lako la Pambazuko, lakini tukiangazia gazeti la Tanzania leo linaandika Samia aendelea kuchanja mbuga, Samia aendelea kuchanja mbuga, maono yake yazidi kuweka historia nchini. Lakini kiwanda cha baruti vilipuzi kutoa ajira 300. E, kiwanda cha baruti na vilipuzi e, chaendelea kutoa ajira 300. Na kuna habari inayosema Samia atoa pole kifo cha mkurugenzi mtendaji Tanesco, Samia atoa pole kifo cha mkurugenzi mtendaji wa Tanesco lakini tumeridhia Chadema wapumzika cba makala asema tumeridhia Chadema wapumzika. Na CCM Zanzibar wakemea rushwa mchakato wa kura za maoni. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele, lakini bado bari, kuna habari inayosema TCCAI yapongeza maendeleo mradi wa biashara. Lakini Mwalimu Nyerere alikuwa muumini wa maridhiano. Huyo ni Dokta Mpango asema Mwalimu Nyerere alikuwa ni muumini wa maridhiano na tukiachana gazeti lako la Tanzania leo tuangazie kwenye eh, gazeti la Zanzibar leo lenye linaandika Dkt. Mpango, Mwinyi, Nyerere alisisitiza ulinzi wa amani, lakini awataka wa Tanzania kuishi maono yake. Upepo mkali wa vuma Beijing China kaskazini, safari za ndege za hairishwa. Lakini dimwa akemea rushwa uchaguzi. CCM Zanzibar kuwa kitovu cha maabara barani Afrika. Ilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele lakini tukiachana gazeti la Zanzibar leo eh, tuangazie kwenye gazeti lako eh, la Uhuru lenye linaanza na habari kubwa inayosema Dr. Mpango agusia wasia wa Nyerere, lakini simanzi, Rais Samia Amlidi ya bosi TANESCO. CCM Zanzibar kuwabana watu wa rushwa katika uchaguzi wa ndani. Lakini gazeti lako la wamachinga lenye linaandika serikali yaipongeza NMB kupea kampeni ya upandaji miti lakini Uthmani achukua fomu kupambana na Dr. Mwinyi urais Zanzibar. Rais Samia amlilia bosi Tanesco. Ni gazeti lako lawa machinga sauti ya wanyonge. Lakini ni mkurugenzi yumo eh, hanga aliyefariki kwa ajali na dereva wake mkoani Mara. Lakini mahakama ya rufaa ya shusha nyundo Vodacom kodi TRA, mahakama ya rufaa ya shusha nyundo Vodacom eh, kodi TRA yaitaka kulipa tilioni TRA zaidi ya shilingi bilioni moja nukta nne lakini ikiwa ni riba ya kodi ya zuio ni kwa kuchelewa kulipa kodi hiyo. na Dr. Gojima azindua mahabusu ya watoto Mtwara, hilo ni gazeti lako la machinga ukurasa wa mbele. lakini gazeti lako la majira lenye ukurasa wa mbele linaandika makamu wa kwanza wa rais Zanzibar ajitosa urais Zanzibar, serikali yaipongeza NMB kampeni ya upandaji miti, lakini timu ya msaada wa kisheria ya kutana na video Lushoto na viongozi watajwa kutowajibika kutatua migogoro ya wananchi. sisem Zanzibar yaonya watakao watakaohujumu kura za maoni, lakini mpango Samia amedumisha amani kupitia falsafa ya 4R. Hilo ni gazeti lako la majira ukurasa wa mbili, lakini kuna habari inasema, M23 washutumu kikosi cha Sadeki, M23 washutumu kikosi cha Sadeki. Hilo ni gazeti lako la majira. Na pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti la Uelekeo kurasa za mbele linaandika mwenge waingia Morogoro kuzindua miradi bilioni 18. Dkt. Samia aungana na Watanzania kuomboleza wa kuomboleza. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele, lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele tuangazie kwa michezo na burudani gazeti lako la Uelekeo linazasema Yanga si haba kupata kifuta jasho kafu lakini Simba yairarua 3-1 Mbeya City, CRDB FC. Lakini kimataifa, Atletico Madrid kumngoa Enzo JC. Ni gazeti lako la majira naandika Simba yatinga nusu fainali CRDB Cup, yaichapa Mbeya City goli 3 kwa 1. Serikali yazidi kuimarisha sekta ya sanaa, lakini makala, endeleeni kuichangia na mongo. Hilo ni gazeti lako la majira ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la wamachinga, Ngorongoro Heroes tizi limekolea Singida furaha yetu kucheza kimataifa, lakini Simba ya waonya wababe wa Azam, Ngoma Dube ni kipenzi cha mashabiki Zimbabwe. Hilo ni gazeti lako kwenye kurasa za Wamachinga, kurasa za michezo na burudani, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Habari Leo linakuandikia Simba makali yale yale, Majaliwa sanaa ni uchumi, Ngorongoro kundi la kifo Afkoni, lakini Rozi Muhando, wachungaji fundisheni kuhusu ndoa. Hilo ni gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako uh, gazeti lako la Mwanaspoti linaandika kwenye michezo, Kapombe zimbwe wachiwa msala, Kapombe zimbwe wachiwa msala. striker mzambia aeleza sababu Simba yatinga tena nusu. Lakini aucho aitikisa Yanga. Aucho itikisa Yanga. Fei atafika mbinguni amechoka, lakini ateta kichwa kinauma aseno. Ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, kwenye kurasa za michezo na burudani. Lakini Tanzania prison pressure tupu, hilo ni gazeti la Mwanaspoti nasema Tanzania prison pressure tupu. Lakini hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini kuna ratiba za mechi za leo Jumatatu fei ni Singida Black Stars dhidi ya Kagera majira saa kumi, e, katika uwanja wa Liti. E, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini kuna jicho la mwewe kwenye gazeti la Mwanaspoti kuangazia kurasa za michezo. Hilo e, ni jicho la mwewe e, kutoka kwa Edo Kumwembe e, kwenye gazeti la Mwanaspoti. Na gazeti lako la Mwanaspoti e, bado tunaachana nao tunaangazia sasa kwenye gazeti za Sporti. Linaandika Simba yatinga nusu finali FA. Hilo ni gazeti za Sporti inasema Simba ya tinga nusu fainali FA, lakini Hamdi Jino eh, nje Yanga. Huyo ni birudi Hamdi Jino nje Yanga, asema ubingwa asilimia 99.9. Lakini Tausi, kocha wa Azam, aitakia tamaa aikatia tamaa Azam FC. huyo ni kocha mkuu wa Azam FC. Tausi aikatia tamaa Azam. Lakini bado kuna habari inasema, waziri tabia akirwa na imani za kishirikina viwanjani lakini kimataifa, Modric evens kuondoka Real Madrid. Ilo ni gazeti lako la Zespoti kwenye kurasa za michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako Zespoti ndio nitafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.